Biashara nyingi Tanzania zimeanguka sana. Yaani mtu anaanza biashara hata miezi sita haipiti biashara ile inakufa. So leo nimekuandalia somo ambalo litakusaidia wewe ambaye unajua unahisi kwamba umeanguka kibiashara na unahitaji kujua ni sababu gani ambazo zina kuangusha au ni vitu gani hasa vinaangusha wafanyabiashara wengi au, kwa hapa kwetu nchini nafkiri mnaelewa kwamba nimeona watu wengi wakiuza kila kitu ndani ili waweze kufanya kama mtaji ili wapate mtaji waanze biashara, lakini baada ya hapo unashangaa ile biashara imekufa na amejikuta tena kwenye madeni. Yes, nimeona watu wakienda kukopa kwenye sacos benki, sijui hivi koba wapi wanaenda kuanza biashara inakufa anajikuta na deni, amekosa ni hata pesa ya nini, ya nini, yani ya kurudisha ya marejesho, hata ile pesa ambayo ka ameikopa yenyewe pia imeteketea yote. Naelewa uh, maumivu yake, hata mimi mwenyewe nilishakosea hivyo. Kwa hiyo, kwa wewe ambaye unafikiri kuanza biashara this time, ni kushauri tu usianze biashara yako kwa njia ya kukopa, usianze biashara yako kwa ku kwa kujiumiza. Yani kuna ule mtu ah, anasema kwamba like, yani anaambiwa kwamba hii biashara ina pesa, basi anaenda kuweka hela yote aliyonayo. Anakusanya kila alicho nacho anakitia kama nini, kama mtaji, ili aweze kuanza biashara. Biashara nzuri ambayo haiwezi kuanguka ni biashara ambayo utaanza na ile hali uliyonayo. Nikisema hali unayonayo, kuna mwingine hana mtaji kabisa, useme hata elfu kumi anakuwa hana kwa ajili ya ile biashara, lakini una unajua una nini kuhusiana, yani unaitamani, una ile biashara utaanza kujifunza, utaangalia watu wanafanyaje, watu wanunuaje bidhaa, watu wanauzaje bidhaa. Kwa hiyo unaweza um, ukaanza kwa mali kauli kuliko uanze kwa kukopa. anyway, my point is, nataka tuende direct kwamba kwa somo letu leo kwamba ni vitu gani ambavyo vinamfanya au vinatufanya biashara nyingi vina, zinafeli kwa hapa Tanzania. I have my notes here. Um, sababu ya kwanza um, watu wengi wanaanza biashara bila utafiti. Ukianza biashara bila kufanya utafiti, yani bila kuelewa bidhaa vizuri kwa kurupuka, yani unaangalia fulani kanafanya na unahisi kwamba ni rahisi kufanya. Ni rahisi kuanguka. Kwa hiyo soma, jifunze. Kuna njia nyingi za kusoma biashara kwa kuingia YouTube au um, enyembalimbali ukaingia kwenye website mbali mbali zinafundisha. Kuna free course kwenye Google ambazo zitakufundisha jinsi gani ya kufanya biashara yoyote ile. Na pia unaweza pia ukajiunga kwenye program kwa watu ambao wanafanya kile kitu. Jifunze sana kwa mtu ambaye anafanya kile kitu ambacho unatamani kufanya. Na pia tunatoa mafunzo ya biashara kama biashara hiyo nina uzoefu nayo. Ah, kwa kitu kingine ambacho watu wengi wanafeli biashara nyingi ni kwa sababu wananunua bidhaa yani mtu hafahamu kwamba mfano bidhaa hii kuinunua imemkosti shilingi elfu ishirini usafiri labda elfu um, tano gharama labda za kuendesha ofisini hapa ni elfu tano ina maana total kosti ya hii bidhaa ni shilingi elfu thelathini eai kwa hiyo mtu anashindwa kupiga hesabu yote ayo ndo aweke labda hii bidhaa niuza shilingi elfu arobaini kwa sababu ili niweze kukurudisha gharama za bidhaa ile na nipate faida yangu ya shilingi elfu kumi. Kwa mtu ukishindwa kufanya ile hesabu halisi ya bidhaa yako ni rahisi sana biashara yako kufeli. Usiangalie wewe unauzaje, ujue amenunua vipi. Kwa angalia wewe unapata nini kwenye ile bidhaa. Wala usisikilize mteja anakuambia, kila mteja akisema bei yako ni kubwa. Kama wewe haikulipi, usiuze ile bidhaa yako. Okay? Kitu kingine ambacho ni cha tatu ambacho kinafanya biashara nyingi zinafeli ni kutegemea marafiki na ndugu kama wateja wakati unafanya biashara kutegemea, unatakiwa utafute mteja. Yani mteja si ule mtu ambaye unafikiri rafiki yako au huyu mtu ambaye jirani yako ndo mteja yako. Mteja wako unatakiwa kumtafuta especially hapa kwenye mitandao ya kijamii. Usitarajie marafiki zako walio kufollow Instagram au ndo wateja. Tafuta wateja. Mteja anatakiwa kufollow kwa sababu ameona unauza viatu, basi yeye anapenda viatu Ndo anakufolo huyo, ndo anaweza kukupa pesa, sio kwa sababu amekufolo, kwa sababu anakujua anaweza kununua kwako. Hiyo ni nadra sana na, na mtauzia, na kishoga atakukopa, atafanyaje? Nakuwa haina maana Okay? um, kitu kingine ambacho kinafanya kina watu wengi tufeli kwenye biashara ni kukosa mfumo mzuri wa kuendesha biashara yetu, kurekodi mauzo na uh, pia uh, kama hauna ile tseme elimu ya kurekodi mauzo, kufuatilia sistim yako ya mauzo yako ni rahisi sana kufana, kwa sababu utakuwa umeweka mianya ya mtu kukuibia. Kwahiyo ni rahisi unajua, binadamu ndivyo alivyo. like, jifunze kuweka mfumo mzuri ambao unaweza maintain uh, mauzo yako na pesa zako na stoku ulionayo na pia kitu kingine ambacho naona watu wengi wanakisahau na wanakosea sana ni kutokuweka bajeti ya matangazo. Biashara yote lazima matangazo, biashara ni matangazo. Kwa hiyo kama umeamua kufanya biashara yako mtandaoni, hakikisha kwamba una bajeti ya kwamba mimi kwa mwezi natumia laki tano kwa ajili ya kutangaza biashara yangu, natumia laki mbili sijipendi na ukubwa wa biashara yako. Kinga biashara yako ni kubwa, biashara yako ni ya milioni 100, mimi lazima uweke at least milioni 10. Mimi naweka 10% kwa ajili ya matangazo. Do whatever it take to make sure kwamba hivyo. Kwa hiyo kama nita invest kwenye content maana yake content ni pesa. Hapa nahitaji simu nzuri, nahitaji mwanga mzuri, mzuri, in order to make sure kwamba ninatengeneza hii content hapa. Kwa hiyo nahitaji pia kuvaa vizuri, yani hayo mambo yote ni gharama za kwa ajili ya matangazo okay. Na pia kuna ku sponsor. Kwa hiyo hayo yote unatakiwa, hiyo budget unatakiwa uwe nayo yote, uitenge kila mwezi, ndio biashara yako itaenda bila kusumbuka. Okay, kitu kingine ambacho uh, kinasababisha kina watu wengi wanashindwa biashara ni pale unapopata matatizo, unakata tamaa. Nipoteza zaidi ya milioni mia moja mwaka jana, lakini siku sikuacha biashara, niliendelea kupambana nayo k, sikuwai kukata tamaa. um, usipokata tamaa, unaweza kusonga mbele. Kwahiyo umekujikuta uh, konssheniyote hile ya kibiashara its ku kusonga mbele. Jifunze kutokana na makosa uliyonayo, ili uendelee kufanya biashara yako vizuri. So je, um, yeah, unasababu vipi? Nini solution la haya mambo yote haya hapa? Okay. cha kwanza kisha kwamba umeanza, anza kwa kufanya utafiti wa soko, jua demandi, jua mshindani wako ni nani, jua tabia, tabia za mteja wako, jua bei ya kununua na bei ya kuuza. Ni lazima umjue mteja wako vizuri, tabia zake, anakaga wapi, ana umri gani, anapendelea nini. Hiyo itakuwa ndio rahisi sana kumpata huyo mteja. Kwao ndio hiyo tunasema tunatakiwa tufanye utafiti wa soko vizuri sana. Okay, una mfumo wa, mfumo wa faida, jifunze okay? E, conclude ku, ku, ku, ku, gharama zote za ile bidhaa yako, then baada ya hapo weka kama umeshajiwekea. Mimi kila bidhaa najiwekea faida ya asilimia thelathini asilimia hamsini kwao, kwa sababu utakuwa unajua kwamba bidhaa yako anauzaje na nini. Kwa hiyo ni wewe tu, as long upate kitu na upate ujiwekea faida ambayo inakutosha kuendesha maisha yako. Usijiekee faida elfu mbili ambayo haitoshi hata nauli yako ya kuamka asubuhi kwenda ofisini, okay? Yes, ina maana natakiwa ukiuza at least bidhaa moja, mimi ndio nasemaga hivyo, bidhaa moja itoshe nauli, itoshe hata kupata watu watu wako unaofanya nayo kazi wapate hela ya kula kwa siku hiyo, yes. kwa sababu ikiwa haitoshi utashindwa kuendesha ofisi yako, ofisi itakufa kwa haraka zaidi. Okay, um, Okay, usiwategemee marafiki kwa hiyo tegemea jua jinsi gani. Kama nilivyosema kwamba watu wako na bajeti ya matangazo, kwa hiyo wateja uwatafute, sio marafiki zako. Okay, um, kuna wale ambao m, wana, solution nyingine ambayo mimi nilitumia kati naanza biashara nilifanya ni biashara ya pre-order. Pre-order ile una watu wanalipia bidhaa kabla yaku, ya ku bidhaa haijafika. Kwa hiyo unakuwa umepunguza riski ya kupoteza pesa nyingi endapo biashara ikiguma. Okay, kwa sababu watu tayari walishalipia ile bidhaa kwa itatoka tu unauhakika uhakika kwa sababu umeshaiuza. Okay, kingine ni kwamba tumia notebook, tumia excel, tumia uh, kuna system zile mfumo ule ambao unakuwa unahifadhi document zako zote za biashara pamoja na uh, mauzo kila kitu. Kwa hiyo unaweza ukatumia excel, ni kuna, kuna books, kuna books zile ambazo za kurekodi za accounti na vitu kama hivyo, angalia hipi itakuwa ni beta. Mimi natumia excel naona ni more cheap ya Google Google Sheet. Okay. Um, kitu kingine ambacho akishamba unafanya market everyday, akisha unatumia TikTok vizuri, unatumia reels za Instagram vizuri, Facebook unatumia vizuri, na pia ta, kama una uwezo wa kuwalipa influencer kuwapata influencer, kualipa influencer, influencer ni beta zaidi, kwa sababu watu wanapenda kupata ushuhuda, kutoka from real, real people. Hata wateja wako wanaweza kawa mashuhuda yako ili wengine waweze kuendelea kupata wateja, ukiwezekana mlipe tu hata kama ni mteja wako mpatie ofa mwambie, ndakupa discount, badala ya elfu hamsini lipa shilingi elfu thelathini unitumie feedback. Hiyo ni moja ya bajeti ya kutangaza matangazo yako. Okay, alafu uh, huwe na mipango ya muda mirefu. Okay, kuwa na at least miezi mitatu mpaka sita ya mwanzo unajua kabisa kwamba like this time I need to accomplish something. Kwa hiyo unakuwa unajiwekea timeline fulani, kwa hiyo utakuwa unajiona ukisogea. Si rahisi kukata tamaa, lakini kama una timeline hauoni unachokia accomplish inakuwa ni vigumu, kwa hiyo kuendelea mbele. Yeah. So, um, nafikiri haya mambo yote yatakusaidia yatakutoa pale ambapo unajihisi kwamba maybe umekata tamaa, maybe hujui kwa nini uh, unashanga kwa nini ulianza biashara kwa kosa. Nafikiri kuna jibu umelipata kwenye hii video. So kama umeenjoy video kama hii, naomba usubscribe hapo na pia unaweza kanifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii: Instagram, business eagle startup au haika sawe; TikTok haika dismas. Yes, kwa hizi ni peji zangu ambazo niko pale na share kila siku biashara zangu, na pia hapa YouTube hakikisha umeshare na mtu yote hii peji ili na yeye aweze kufunguka. Ambaye amekata tamaa kufanya biashara, mwambie kwamba inawezekana kwa, inaweze kwa sababu sisi wengine pia tulianza hivyo. So nikutakia wakati mwema.